Uh, tukiwa tunaingia mkutano wa pili zaidi kinaenda kuja, uh, kujadiliwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unazungumziaje mkutano wa pili? Kesho kesho kesho kesho tuna, tuna, tunaenda kusomewa ilani ya ishirini na tano thelathini katika pande, pande zote mbili za muungano baada ya kusikia utekelezaji wake katika pande zote mbili leo. Uh, ni ilani ambayo naamini itabeba Uh, mengi mapya ambayo Daktari Samia na Daktari Mwinyi wana mpango wa kuyafanya katika miaka mitano ijayo. Ikumbukwe, ilani hii iliyomalizika ni ilani ambayo ilikuwa ni ya John Pombe Magufuli na Daktari Samia akiwa makamu wake. Sasa ni ilani ya Daktari Samia na Daktari Nchimbi kwa maana hasa ni ilani mpya. Lakini mambo ya zamani ambayo yanaendelea kutekelezwa yataonekana katika ilani hii. Kwa hiyo tuna, tuna imani kubwa na yanayofanywa. Tutarajia nini sasa katika ilani hii? mpya ya Dr. Tuna Samia tuna kama makubwa sana zaidi ya aliyopita kwa sababu tayari Watanzania wameshanusa ladha ya maendeleo makubwa. Kwa hiyo so, tunatarajia mambo makubwa sasa. Hii ilani ambayo inatamatika sasa, kwa Dar es Salaam ukiwa ni mwenezi unaizungumziaje katika utekelezaji wake? Nizungumze ni machache sana tu kwenye miundombinu ya barabara, wote tunaona ni mashahidi, huduma ya mwendokasi itakapokamilika, barabara zetu kutoka Tegeta kwenda Magala ni swala la dakika sifuri, umefika. Kutoka Mwenge kwenda Gongola mboto kwenda uwanja wa ndege, na pengine popote, huduma ya mwendo kasi itakuwa iko na. Ukumbuke mabasi zaidi ya elfu saba yatakuwa yataingizwa katika huduma ya usafiri wa Dar es Salaam, kwa maana hili ni jambo kubwa. Lakini ujenzi wa daraja la la la, la, la Jangwani, kwa maana kutokea Magomeni kwenda Fae na mkandarasi yuko site, ni jambo kubwa na zuri sana, ambalo usumbufu wa mafuriko ya watu kuelekea kwenye ya uchumi ya Dar es Salaam na nchi pale eneo la, la, la Kariakoo. Lakini nyingine ni huduma ya treni ya mwendokasi ambayo wote tumekuwa mashahidi tunaitumia tuaitumia, ni jambo kubwa ambalo kila Mtanzania wa Dar es Salaam linamgusa. Afya tumefanya vizuri, uh, kwa maana elimu tumefanya vizuri, kwenye michezo ndio usiseme na wote ni mashahidi. Kwenye utalii mambo yanakwenda vizuri kiukweli, hatuna deni na Daktari Samia Suluhu Hassan.